Ya wapenzi wafuatiliaji wa movie yetu nzuri, Futari ya Kombo ni katunu yenye kufurahisha na yenye kufundisha pia. Sehemu hii tunamwona Bikachala akiwa ameingia pale alipofungiwa kijana yetu Shemtoli, lakini tunaona hawa wanagombana ni kwa sababu ya kutokuelewana. Shemtoli yeye alikuwa anakula futari pasipo kufunga, sasa Bwana Kombo akaamua kuja kumfungia nyumbani kwake lakini bila kujua mke wake Bikachala anamzunguka mzee Kombo kwa kumletea huyu Shemtoli futali. Shemtoli akawa anakula futali pasipo kujali, ya kuwa au pasipo kujiuliza ya kuwa bibi Kachala ana maana gani kumletea futali. Tunaona hapo hapo katika mabishano ya hali ya juu pasipo kuelewana. Sasa Bikachala akamfata akamwambia, inakuwaje? Umekula futali yangu, sasa nahitaji unilipe nahitaji nikupeleke kuzimu, na jina lako nimeshaliandika ili twende tukafunge ndoa mali pale. Lakini kijana wetu Shemtori anaonekana kutokubali hili swala, anaonekana kulikataa na kubadilisha dhamira yake. Je, nini kinachoweza kutokea pale ambapo kijana wetu anapelekwa maeneo kuzimu kwa lengo la kufunga ndoa na bibi kizee wetu? Ni nini kitakachotokea pale Bwana Mandevu akija kumwangalia huyu kijinetu Shemtori, nini kitakachofuata na nini kitakachofuata kama mama yake Bemlokole akashindwa kuvumilia hili jambo? Hebu tuone kitakachofuata, ili sikuweze kujua kinagaubaga ni nini kinachoendelea katika filamu hii, hapo tutakapoletoa episodi inayofuata. Sehemu hii tunamuona bwana Mandevu akiwa na Bimlokole. Hawa wapo katika hali ya kutokuelewana mara baada ya Bimlokole kujua kwamba huyu alikuwa na kijana wake muda mfupi uliopita, na sasa amekuja kwa lengo la kumuulizia kijana wake, lakini bwana Mandevu anamjibu kwa majibu yasioeleweka. Sasa wapo katika hali ya, ya kutokufahamu kijana wao yuko wapi, lakini tukumbuke ya kwamba kule bwana Shemtoli alionekana akiwa gerezani akiwa katika hali ya simanzi au kwa hali ya furaha, mara baada ya kujaminisha Bikachala yupo kwa ajili yake. Lakini huku tunaona hali ya kutokuelewana, lakini bwana Mandevu anamwahidi Bimlokoli kwamba atamfuatilia kijana wake kwa sababu anajua sehemu alipo, yupo kwa mzee Kombo, na atakapomfuata basi atamrudisha nyumbani. Kwa hiyo bwana Mandevu anajitahidi kumpa moyo Bimlokoli. Na tunaona Bimlokole anaweza kumkubalia na kumpa nafasi hiyo ili aende akamfuatilie kijana wake na kumchukua. Lakini tukumbuke, kule Bikachara aliweza kumchukua kwa njia ya kimeujiza kwa lengo la kwenda kufunga naye ndoa. Sijajua kipi kitakachoendelea. Bimlokole atachukua maamuzi gani kwa huyu Mandevu na Mandevu baada ya kumkosa kwa sababu ataenda kumu, ataenda kumuulizia na atachukua maamuzi gani? Na vile tukumbuke ya kwamba Mzee Kombo ajui kama mke wake ndiye aliyemchukua yule kijana Shemtoi na kumpeleka kule Uzumuni. Hebu tujue nini kinachokuja kinachuku, kina kuendelea. Tokee tayari kwa kuangalia kwa episode itakayofuata. Sehemu hii tunaona Bikachala ameshafanikiwa kumchukua Shemtoi. Sasa wapo katika mazungumzo ya mwisho ili kuweza Bikachala kufanikisha lengo lake. Sijajua huko nyuma nini kitakachoendelea. Je, Bwana Mandevu atafanikiwa kuja kumkomboa Shemtoi mara baada ya kufika nyumbani kwa Bikachala na kumkuta mume wake? Labda wanaweza kujadiliana namna gani vipi ya kuweza kumsaidia Shemtoi kumnasua katika ile tatizo ambalo lipo. Lakini tunaona Bikachala amedhamiria sana kuweza kufanikisha jambo lake mara baada ya kumpa futali za kutosha sana Bwana Shemtoi na sasa anahitaji naye apate faida kulingana na futali yake aliyompa. Sijajua kipi kitakachojili. Na Bemlokole mara baada ya kusikia kijana wake yupo huku anataka kufunga ndoa sijajua naye atachukua maamuzi gani. Hebu tuone episode itakayofuata ili tuweze kujua nini kinachoendelea katika tamthilia yetu nzuri ya Futari ya Kombo. Katika sehemu hii mpenzi mtazamaji, wa episode nzuri ya Futari ya Kombo, tunaona bwana Mandevu ameweza kumfuata mzee Kombo lengo na madhumuni ni kumuulizia yule kijana Shemtoi yuko wapi, ni kwa sababu anahitajika na Bemlopole na kwa na haraka sana, lakini sasa, tujajua jinsi itakavyokuwa na tujajua atachukua maamuzi gani, baada ya kunda kwenye lile gelezo alipomweka bwana Shemtoi na endapo akamkuta hayupo itakuwaje? Labda mzee Mkombo anaweza akafikiria vizuri, labda atakuwa anajua tabia ya mke wake I, pia anaweza akasaidia akachukua faida na kuweza kumfuatilia mke wake kaenda wapi, na maana manana mana mara baada ya kumkosa, labda mzee Kombo anaweza akachukua hatua nyingine ili kujua vizingiti vipi na sehemu ipi ambayo mke wake anapendelea kwenda. Emu tuje tuone episodi inayofuata ili tuweze kujua shemtoi anaweza kuokoka vipi? Nani nani atakayeweza kumsaidia, au bikachaa anaweza akamrudisha na sifanikiwe kufunga naye ndoa? Hebu tuangalie episodi inayoendelea ili tuweze kujua ni kitu gani kitakachojiri.